Dhati ya moyo wangu ni kushukuru sana mkuu wa mkoa wa Tanga kwa ushirikiano mkubwa ambao umeendelea kuutoa katika kusukuma maendeleo ya mkoa wetu, lakini pia umekuwa mdau mkubwa sana wa masuala ya michezo, na hii ni katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa champion wa masuala ya michezo nchini. Sisi imani yetu, michezo inakuza ajira, michezo inakuza uchumi na maendeleo. Kwa hiyo sisi kama wilaya Muheza baada ya kupokea taarifa hii, tumeendelea kuwapa ushirikiano na tuwashukuru wenzetu wa Kingfisher Beach Resort kwa kuwapokea wageni wetu, na kwa kweli kwa muda wa siku hizi tatu ambazo wako hapa, naamini wamevutika sana kuja kuwekeza katika mkoa wetu wa Tanga. Kuja kama uwakilishi wa Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mbunge anashukuru sana na kilio chake ambacho alikuwa akipambana sasa hivi kinaonekana kinaleta matunda. Tuchukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu sisi watu wa Tanga, Muheza, Tanga mjini na Pangani tulikuwa tunaililia sana hii barabara ya Tanga Pangani, Sadani, Bagamoyo. Sasa hivi tunaona matunda sasa yameanza kupatikana, tumefarijika sana. Kuwa na serikali katika maeneo haya. Tunashukuru sana kwa mapokezi ambayo tumepokea Tanga, na support ambao tumepewa pia na uongozi mzima ambao uh, inakuwa ni upande wa serikali, lakini pia hata wananchi wananchi wamejitokeza kwa wingi, inaonyesha kabisa kwamba ni mchezo ambao una potential ya kukua na kuweza kutengeneza sehemu ikawa ni, ni very unique. Na hata wananchi akaweza kujipatia kipato hizo siku za mbeleni. Tunashukuru kwa Uh, sapoti ya serikali kwanza, kwa hii barabara, maana bila hii barabara kuwa hapa, ili jambo la leo lisingewezekana kufanyika. Kwa hiyo hii ni matokeo chanya na tunashukuru na hata kwa serikali kuwepo pia, tunaamini kwamba ikikamilika, basi activity kama hizi na ukanda wote utainuka, maana Kigombe yote hii ni kama Zanzibar ndogo. Kwa hiyo tunaamini kabisa hii barabara ikikamilika, na naamini mwaka hautaisha mambo yatakuwa vizuri. Kwa hilo kwanza, tunashukuru sana sisi kama wadau wa biashara. Bila hii support ya serikali hatuwezi kufanya biashara yetu. Hili jambo lisingewezekana bila ya jitihada kubwa ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kama mnavyojua, fedha nyingi amezielekeza katika miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Barabara hii ni kielelezo chosha ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais wetu amefanya. Lakini tunashukuru Dar TT kwa kuchagua eneo hili la Kigombe katika barabara yetu hii ya Tanga, Pangani, Saadani, Bagamoyo. Kama mnavyojua, barabara hii ni ya Afrika Mashariki kuanzia Lamu itaishia Mtwara. Kwa hivyo mbio hizi au mashindano haya ya drag, drag race sio mashindano madogo ya, ki, ya kitaifa sisi tunaona kwamba ni mashindano yatakayokuwa ni mashindano makubwa ya kimataifa, ina sifa zote za kuingia katika mashindano kama zile za Formula 1 na mengineyo. Lakini pia tunajua kwamba hapa wenzetu wa Kingfishers, uh, Beach Resort wana, wana mipango ya kuanzisha golf course na kupitia mchezo huu wa golf italeta pia watu wengi ambao watakuja katika mashindano ya golf, lakini tukiwa na mashindano yetu haya ya mbio za drag race. Kwa hivyo nawashukuru sana wote ambao wamefadhili jambo hili, lakini wapenzi wa mbio hizi na mashindano haya ya magari, mimi nikisikia tu jinsi zinavyorevu vile, moyo unasisimka, ingawa ni mwoga, lakini napenda napenda shughuli hizi. Kwa hivyo mi niwapongeze sana, niwakaribishe sana Tanga. Tanga ni raha, hakuna karaha, na msiondoke bila kula vionjoonjo vya Tanga e, chapati zetu zile za kurasa, lakini chai ya nazi lazima mletee mnywe. na Kingfisher msiache kuwapa chai ya nazi. Na, na, na chai ya nanasi. Tutaratibu hilo jambo na DC yupo hapa, DC bingwa kabisa e, mimi nashukuru sana, najua sasa mashindano yamepata eneo mwafaka. Sisi tuna imani tukio hili ambalo mmesema sasa litafanyika Tanga litazidi kuwa na ubora mkubwa, lakini litazidi kuwa na amani zaidi. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.